Nasi tukiendelea kukufahamisha yanayojiri ni kwamba sekta ya biashara ndogondogo na zile za kadri inatarajiwa kuimarika kutokana na juhudi za serikali kuu kushirikiana na vyama vya akiba na mikopo. Maafisa wa serikali wanakusanya maoni ya wananchi ya kuboresha sera zinazodhibiti sekta hiyo, kama anavyotueleza mwanahabari wetu Jen Jerotich. Uh, washikadau mbalimbali pamoja na vijana walikongamana kwenye mkutano huu wa siku moja wa kutoa maoni ambao uliwaleta pamoja wafanya biashara wadogo wadogo kutoka kaunti za magharibi. Katibu wa Wizara ya Biashara na Vyama vya Ushirika nchini Susan Mangeni aliyehudhuria mkutano huo amesema kuwa lengo kuu ni kupata njia mwafaka na sera maalum za kuboresha sekta hiyo. We are reviewing the policy so then we can get to entrench our commitments.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 waliohudhuria wakiwarai wenzao kujisajili katika mpango wa serikali wa hazina ili kujiinua kibiashara. Tunashukuru sana kwa mpango ambao tuko naye hapa. Tunaomba Kenya mzima, wale ambao wameamua kufanya biashara, kwa sababu kuna vijana wengi na pia walemavu kama mimi, wale ambao wamewachwa nyuma kwa ajili ya biashara. Kwa hivyo, sana sana naomba walemavu wajitokeshe kwa wingi, watengeneze vikundi kwa kila kaunti, ili waweze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 mwenzetu akijiandikisha namba yetu pia itaongezeka na tutafaidika zaidi. Jean Cherotich, Runinga ya Citizen, Busia.